Ndugu zangu, tumombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Tujibu wote, twakuomba utusikie. Tukuomba usikie, e Bwana, uwasamee kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema. Tukuomba usikie, tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu huyu Ee Bwana, uwatulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi, sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Kumba, sisi. Mungu mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufuko wa mwanao. Tunakuomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika maji ulibatizwa, Mungu akamilishe ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, tunaomba akupe furaha ya milele. <coughs> Wewe ni uvumbi utarudia kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufua siku ya mwisho. Wanafamilia, kila mmoja alipo wazee, udongo kidogo aje awe kila mmoja alipa zao udongo kidogo na kuweka kaya. Wimbo: Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristu Bwana wetu raaya mdele umpee Bwana apumzike, umpe kwa amani. Uandikwe ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo, aliyekukomboa kwa ishara hii, upumzike kwa amani. Padre Anthony Rutaihwa maisha yake yote na hata kwa namna ya pekee kwa miaka hii arobaini na tisa aliutumikia msalaba, aliuhubiri msalaba, aliutangaza msalaba, na katika saa zake za mwisho aliusindikiza msalaba, na alipoukabidhi akarudi nyumbani akapumzika katika Bwana. Tusifu mtanao pamoja bakristule

Mna baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washukie na kukaa kukaa nanyi daima ah.